Munanielewa? Sisi ni wanademokrasia. Sisi ni watu ambao tunaamini kwa haki za kibinadamu. Sisi ni watu ambao tunaamini kwa usawa. Sisi ni watu tunaamini kwa haki. Chama hiki haswa hapa Pwani mulikiunga mkono kwa sababu ya kusimamia haki za wananchi. Itakuwaje leo mnawakaribisha watu ambao wanakandamiza haki za wananchi? Ati na wao waingie ODM. Mmekosa viongozi. Mmekosa viongozi. Kwa hivyo vile ndugu zetu wa Nyanza wao wanasema sisi ni sisi, wao ni wao. Tutatafuta marafiki ambao wana tabia na kama zetu. Hata nyinyi wazazi ambao wa mko hapa, utakubali mtoto wako atembee na mtu ambaye unajua anauza madawa ya kulevya? Itawezekana? The company you keep. Wazungu wanasema birds of a feather flock together. If your feathers don't look orange, please don't come near me. Mimi siyo wako, na wewe si wetu. Mwisho kabisa kama wana ODM tunahuzunika sana na mambo ambayo yanafanyika kwa nchi yetu jirani hapa. Yaani inatupa kumbukumbu kumbu ya mwaka wa 2007. Sijui kama mimi nasikia, kama mimi vile nasikia mambo ambayo tunayaona kule Tanzania ni ya kuvunja moyo sana. Ah, mheshimiwa party leader baba alikuwa na marafiki kule Tanzania. Ndugu zetu wa chama cha Chadema walikuwa marafiki wako wa karibu. Wakati ambapo tunaenda kumpumzisha baba, vice chair wa chama cha Chadema, mheshimiwa John Heche alikuwa aje Bondo kwa ajili ya kumsindikisha rafiki yake wa muda mrefu wale. E, serikali ya Tanzania ilimzuia ndugu yetu John Heche, hakuweza kufika ndani ya Kenya ili kuweza kumuenzi rafiki yake, na alichukuliwa hapo hapo, pasipoti yake ikachukuliwa. Mpaka kufikia sasa hatujui aliko John Heche. Alishikwa kwa sababu yetu sisi wana ODM, kwa ajili alikuwa anakuja mazishi. Familia yake tunazungumza na wao, wananiambia kwamba John Heche yuko hali mbaya ni mgonjwa, hajala kwa siku kadhaa, lakini serikali ya dhulma ambayo iko pale imekataa kumwachilia wala kumpeleka kotini jinsi ambavyo sheria zinahitajika eh, zinahitaji. Sisi wana ODM tumesikizana kwamba kesho tutatoa taarifa rasmi kuhusu matukio haya yote, lakini nikiwa hapa nikemee matukio haya, kwa sababu si matukio ambayo si wana demokrasia kama sisi tunaweza kukubali yafanyike katika area hii yetu ya Kanda ya Afrika Mashariki, na nataka niwaonye nyinyi watu, unajua mnaweza fikiria eh, Tanzania ni mbali sana. Ugonjwa wa corona ulitufunza, ugonjwa wa corona ulitufunza, wewe kama binadamu lazima ujue ni nini kinaendelea katika masoko ya kule China ya kuuza kuku na bata. Kwa sababu usipoangalia nini inaendelea kule, ugonjwa utapoanzia mahali inaitwa Sichuan. Hata sisi hatujui hata Sichuan ni wapi. Ilifika hapa ama haikufika? Ilifika, haikufika. Mnapoangalia huu ugonjwa wa kukandamiza wanademokrasia katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, ni jukumu letu kusema hapana kwa sababu ugonjwa huo kuvuka boda pale ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Kwa hivyo tutatoa taarifa rasmi kesho eh, mheshimiwa governor na wengine vile tumesikizana. Alafu eh, tuweze kuweka eh, wazi mawazo yetu kuhusu matukio yote ambayo yamefanyika pale. Kama wanademokrasia, wanademokrasia wote katika dunia lazima tusimame wakati demokrasia inakandamizwa. Maanake tukianza kugawanyika mambo hayataenda sawa. Na pengine tu niweze kusema ndio mambo yanatokea. Nimesikia SG akizungumza kuhusu majirani wetu, it's a very sensitive issue na lazima pia tukiongea katika mambo haya leo, tuangalie tunaongea vitu gani, sije kaleta mtafaruku. Maanake wengine pia, wengine wako huku, wengine wako huku, sio? Kuna wengine kama mimi, nilimpenda Mama Samia sana na namuombea Mungu, Kenya, yani taifa lake liwe na amani, maanake mambo haya utokea. Na yeye pia alikuwa na mtu wa Chedema kule pia, si ndio? Mambo utokea, wajua kila mtu anasema moyo wake, isipokuwa tu tuomba amani iwe Tanzania, maanake ndo ndugu zetu na yakiharibika kule, kama alivyosema, ni kama korona yaweza kutambaa. Wala hatuombi vita Kenya, tunaomba Kenya kama vile baba aliweka amani, alituacha katika msururu ambao ni wa amani, na tuzidishe amani na tufuate ule mwelekeo ambao baba alitupa. Asante sana eh, jifua, na tuko pamoja. Kikijifua nacho chankikili hapa juu naam, swadakta. Naam, my fellow my fellow Tanzania, my fellow nani alienipo tuba Kiingereza? Ni nani alienipa hotuba ya Kiingereza? Ni mimi mama. Hmm. Naam, leo hii utalala ndani wapi hotuba Kiswahili? Kurasa la pili. Naam, leo utalala ndani ili uweze kujua kunipa hotuba ya Kiingereza tena next time ni kifo. Naam, Watanzania wenzangu leo hii naja mbele yenu si kama wasamia bali kama Idi Amin. Mama, ningependa kuwapa kongole na kuwashukuru kwa kuwa mmenisapoti na kunipa kula zenu asilimia tisini na ningependa pia kuomba msamaha kwa kuwapea ile tunaita kifungo chini, yaani lockdown ile. Ila nina tatizo hapa hivi kwamba tumekuwa na mvurugano, tumekuwa na maandamano ambayo kumbe hajasababishwa na Watanzania wetu bali Wakenya kutoka nchi jirani. Wakenya hawa, unasikia Wakenya walituma Wakenya watatu ambao wamekuja wakavuruga amani yetu. Mkenya mmoja alienda Dar es Salaam mwingine akienda Dodoma pia wamevuruga. Sasa mnadhani ni Watanzania, kumbe ni Mkenya mmoja. Ile wakenya, tungependa kuomba msamaha kwa kuwa kama hao ni watatu, sembuse mkituma lori moja, tungependa kuomba msamaha. Mkenya watatu nasemekana kwamba ajulikani alipo na hilo ndilo linalo linalotuofisha linao zaidi. Wanasema kwamba yuko pale Mbagala sijui Mbagala, ila tunahofia sana maisha yetu sisi kama Watanzania. Wakenya hao walipokuwa wakija Tanzania walipitia kwenye boda ile, kupitia kwenye boda walikuwa na, na gunia la mawe na kamusi. Mkenya wa kwanza ambaye alikuwa ni Umboni, Timon, alikuja na kamusi na mawe. ni gaucho maw gaucho alikuja na kamusi na mawe watatu pia, ambaye ambajua jina lake. Ila kwa wale wakenya ambao walibaki Kenya, tafadhali tunaomba tarehe mwezi wa Novemba tupatane Paradise Gardens kutakuwa na mataha festival pale Kiumbu Road, Kiumbu Kiambu Kiambu Kiambu Kiambu, Kiambu. Kiambu. Kiambu. Yeah, yeah. Kiambu. Yeah. So, Road ya Naam swadakta, tupatane pale hivo tarehe 8 mwezi wa Novemba. Huyu awekwe ndani. Mama, toka usinguje nyonyo toka huyo aweke ndani. Aweke ndani. Na Mama Sulu. Ma oh Mama Sulu. Hmm. Mama Sulu. Hakuna adabu kidogo. <laughs> no. Lakini hakuna adabu. Hiyo oh. Uganda, Tanzania ingekuwa ni Kenya lakini wa Kenya <laughs> mko na roho, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Tanzania, Tuna, laughs> na, na wa, wa Kenya wa Kenya wametoka wameenda kwa mpaka na Tanzania tunaaganaya uko yani, okay. Eh, yani wa Kenya wana vote na mdomo <laughs>